Kwa majina anaitwa Tumsifu Kweka, kitaaluma ni mwanasheria, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Kilimanjaro, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa wa Chama Cha Mapinduzi. Leo na mimi nimetimiza haki yangu ya kidemokrasia ndani ya chama ya uchukuaji wa fomu kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo letu la Siha. Matarajio yangu kwanza, moja kubwa ni kuwaomba Wanasiha wenzangu kunipa fursa ya kunituma kuwawakilisha na moja na kubwa zaidi ni kushirikiana nao ili kuleta maendeleo katika jimbo letu. Mimi nimezaliwa Siha lakini pia nimelelewa Siha. Nafahamu Siha ilivyo, nafahamu changamoto za Siha, lakini pia nafahamu fursa tulizonazo Siha kwa na ninaamini kwa taratibu za chama zitakapokuwa zimefika mwisho na baadaye nikapata fursa ya kuhudumu katika nafasi hii ninaamini kwa kushirikiana na wananchi wa Siha wenzangu tutaweza kuwa na maendeleo mazuri na ya kasi kwa kadiri ambavyo inapaswa kuwa. Nimechukua fomu kwa sababu ninaamini ninatosha. Mimi ni, kama nilivyosema awali, ni mjumbe mkutano mkuu taifa. Nimepata fursa ya kuona ilani yetu mapema, nafahamu ilani yetu inahitaji mtu ambaye anaweza bizana na kasi ya maendeleo katika jimbo letu. Lakini pili, mimi si muumini wa siasa za maneno, mimi ni muumini wa siasa za matendo. Ninaamini wanasiasa wenzangu hapo mbele, baada ya taratibu za chama kukamilika, nikipata fursa, basi kwa kushirikiana nao hayo yataweza kutokea kwa kasi, lakini kwa vitendo.